Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni. Na wakati huu tuelekee huko Uturuki. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kwamba kwa sasa Uturuki ndiyo taifa pekee lenye uwezo wa kurudisha uhai wa umoja wa Ulaya, maana kwa sasa umoja wa Ulaya umekufa kabisa. Recep Tayyip Erdogan anasema kwamba Uturuki inaweza kuiokoa umoja wa Ulaya na kuufanya umoja huo wa Ulaya kuwa wenye nguvu na imara zaidi. Anasema Uturuki pekee inaweza kuiokoa EU. Wanachama kamili wa Uturuki pekee katika umoja wa Ulaya wanaweza kuokoa umoja huo kutokana na kupungua kusikoweza kuepukika. Alisema rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Mbali na Uturuki kutopewa hadhi katika ombi lake la kujiunga na umoja wa Ulaya, lakini Erdogan kupitia hotuba yake ya televishen kufuatia mkutano wa baraza la mawaziri huko Ankara siku ya Jumatatu, Recep Tayyip Erdogani amesema kwamba taifa la Uturuki linaweza kuiokoa umoja wa Ulaya kutoka kwenye mkwamo wake. Erdogan aliongeza kuwa Uturuki inaweza kurudisha hadhi ya uchumi uliosinyawa umoja wa Ulaya na kuimarisha hali ya ulinzi katika umoja huo. Kwa mujibu wa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, amesema kwamba umoja wa Ulaya unakabiliwa na tatizo la siasa za ndani kwa ndani, changamoto za kiuchumi pamoja na migogoro ya kiuchumi baina yao kutokana na mabadiliko ya hali ya kisiasa barani Ulaya yanayosababishwa na kutofautiana kati ya nchi za umoja wa Ulaya na utawala mpya wa rais wa Marekani donald Trump. Erdogan anaonekana kuwa na mashaka juu ya kile alichodai kuwa ni ongezeko la vuguvugu juu ya wahamiaji na chuki dhidi ya Uislamu barani Ulaya. Recep tayyip Erdogan ameongeza kwamba Uturuki kwa sasa ipo macho wakati wote kuhakikisha jamii ya Kituruki na jamii za Kiislamu hawapati vitisho kutoka katika nchi za Umoja wa Ulaya. Itakumbukwa Uturuki iliomba nafasi ya kujiunga na Umoja wa Ulaya mnamo mwaka 1987 lakini mazungumzo ya kujiunga katika umoja huo yalianza tangu mwaka 2005 lakini mchakato wa mazungumzo hayo ulisimamishwa mnamo mwaka elfu mbili na kumi na sita kutokana na vikwazo mbalimbali mbali. Mbali na hayo, Edogan amesema kwamba wazo la Uturuki kujiunga na umoja wa Ulaya utasalia kuwa sehemu ya mkakati wake. Mfuatiliaji wa Fupi Midia, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubskribe, kulaiki, kushia na kucomenti. Mimi ni Ramadhani Fupi.